Yes, na ikiwa ni siku nyingine iliyotukuka na siku ya leo ni siku ya Eid pili, tumeamua eh kupata wasaa wa kumtafuta e, Mzee Sande Manara, na tunakusogezea exclusive nzuri kabisa iliyotulia e, wapaswa nawe kutulia kwa sababu e, hakutakuwa na mazungumzo e, kama ambavyo wanazungumza mashabiki wa kukurupuka. Fundi na mchezaji wa dhamani wa Yanga Africans, Mzee Sande Manara, tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuyazungumza baada ya kupata ukakasi wa matukio haya ambayo yamekuwa yakiendelea katika mitandao ya kijamii, hususa tukio hili la wekundu wa msimbazi dhidi wow, wow. ya yanga africans mchezo ambao umepangiwa tarehe kumi na tano yanga wao wanasema hawautambui mchezo huo na hawajui kwa upande wao simba nao wako katika maandalizi ya kuelekea katika mchezo huo una kiu cha kusikia mengi tutakwenda kusikia maneno ya busala na, na yaliyotukuka kutoka kwa fundi wa zamani mzee sande manara mzee assalamu alaykum. alaykum salaam. salamu ni heli. alhamdulillah nashukuru mwenyezi mungu Mzewangu e, swala hili ambalo limeendelea kuchukua nafasi kubwa la hatuchezi hatuchezi hatuchezi kwa wewe umelitazama katika engo ipi? Je, Yanga wako sawasawa kugomea mchezo wa tarehe 15? Aidha, kuna namna sawa sawa. Fikiri, uh, ni kama hawako sawasawa, mi nafikiri nianze kusema neno hatuchezi hatuchezi kwa msomo wa Yanga Afrika ni kwamba wana maumivu ambao wanaona hayako sawasawa sawa. Ili wacheze wanatakiwa mambo yote yakae vizuri kisheria, na ibainike, eh, haya makosa yalisababishwa na nani na kwa nini. Maana yake kosa hili ambalo mtu au chombo kilichohusika hakijaja hadharani kuomba radhi au kukiri kama imekosewa, na adhabu ipite kwake yeye aliyosababisha kosa hili, kama ni, ni chama cha mpira, kama ni bodi ya ligi e, kama ni klabu, lakini aje hadharani asema, bwana, kosa hili limebainika, limefanyika hedha chombo changu, labda mimi kwa kadhia hii naona nimekosea, niombe radhi au nijiuzulu, ili manake hali ya utulivu irudi kama zamani. Lakini kumwambia mtu acheze mechi ebwana ama sivyo, nitakupa adhabu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, hata kama ile kosa lile si la kwake yeye la kwanza au nyewe la, la kwanza mlofanya hamjatoka hamja hadharani kuthibitisha kama mlikosea bwana, hii itakuwa haiwapi nguvu bwana. Watu wapenzi wa mpira, ieleweke, kwanza mchezo wa mpira sio wa TFF peke yake, ni washikadau wote washikadau ni pamoja na wapenzi, washikadau pamoja na watazamaji, wasikilizaji, wana haki ya kuwa sheria ifate mkondo wake. Atucheze, atucheze, siku zinazidi kusogea. Ehe, na hata yule atakayekubali kwenda kucheza wakati jambo hili hajawekwa sawasawa hmm. Ni udhaifu kwa sababu anatakiwa na yeye vile vile asimamie haki ya kuona bwana, kweli bwana, hapa haki imefanyika nama... sio na namna mzee wangu, Yanga wanapaswa kutumia busara kwenye hili ikiwa tayari wameshaona, e, bodi ya ligi imeteleza katika hili ili kunusuru mpira wetu wa Tanzania, yeah, yeah. Yanga wanapaswa kutumia busara katika hili je, yeah, hawa walioteleza wame, wamekuja hadharani kuomba radhi Yanga na kukiri kama bwana alokosea adhibiwe. Ndio swala linakuja hapo, uwezi ukawa wewe ulokosea utegemee watu waombe wa radhi wewe ulokosea ndio uje hadharani. Badala yake mtu anaambia bwana lazima mtacheza sasa. mm. hii hii sio ushirikiano mzuri mm. ambao mimi nafikiri na mimi naunga mkono. kwa nini watu wagome wa kucheza mpira mm. Wewe ulokosea njoo hadharani uombe radhi au jiuzuru, katika hali ya kuwa bwana, hili jambo halijawa sawa sawa lilotokea hapa kwa mm. chombo changu mimi mm. Tumeona mifano hata katika nafasi kubwa za nchi hii mm. tuchukue mfano uliokuwa halisia kabisa mm. zama za miaka ya nyuma mm. Mheshimiwa Rais wa awamu ya pili mm, akiwa bado waziri wa mambo ya ndani mm, kutokea hitilafu kule Mwanza mm, katika wizara yake akiwa wizara ya mambo ya ndani mm, kwa heshima ya nchi na kwa taadhima ya nchi ile, jambo lilikuwa kama ni aibu. Ni waziri ali, aliamua mwenyewe wa mheshimiwa juzuru, na likampelekea kupata heshima kubwa ya kitaifa kuonekana huyu mtu kweli hana tamaa. Nafasi ya uwaziri wa mambo ya ndani kajiuzuru kwa sababu ya kosa ambalo lilitokea Mwanza. La watu kujiuzuru ni dalili au ima, uimara wa kuwa mimi nimekosea, lakini hili jambo halitakadhia hii sifanyike kwangu. E, ulipendezwa ni kama e, bodi ya ligi ingipaswa, ingi, inapaswa kujiuzuru ikiri kwanza kama imekosea mm. alafu baada ya kukiri kama imekosea bwana e, alokuwa culprit, yani alokuwa mkosaji tamke wazi bwana, kosa hili kalifanya bwana ili, ili uko mbele kusie kosa hili karudiwa. Huu ndio ungwana kwa hmm. sababu yeye sio mwenye mali peke yake, washikadau wengi. Kuna mtu amekuja kufuata ile mechi akiwa mwanzo, unamrudisha vipi imani ya kwamba atakuta jambo lingine kama hii atokea? Eh, kwenye miaka za eh, tunafahamu wewe ni mchezaji ambaye umecheza dabi nyingi za Simba na Yanga. Eh, kwenye miaka za hapo nyuma, kipindi ambacho ukiwa uko katika eh, ufalme wako wa football, ilishawahi kutokea swala kama hili, inatokea dabi eh, inaahirishwa kwa sababu ambazo Uh, ambazo kwa wanayanga wanasema hazina mashiko na wapenzi wa mpira wa miguu alafu inakuja inapangiwa tarehe nyingine, bado kuna kwa kuna mzozo ya tunacheza hatuchezi tunacheza hatuchezi. Mpaka hivi sasa bado haijaeleweka ni kwamba mechi itakuwepo aidha haipo. Swala hili labda kwenye miaka ya nyuma ilishawahi kujitokeza, kipindi ambacho wakati nacheza mimi mpira, zama za mpira mimi, ni wakati ambapo miaka mingi imepita, lakini kadhia ya kuamba hatuchezi atacheza hatu itakuwa haipo mm. Na kama ikitokea makosa mm. E, makosa yale yalikuwa yanaangaliwa e, kwa nini timu haiwezi kucheza, labda amekufa rais mm. Amekufa waziri mm. Katika au mkuu wetu wa, wa nchi mkubwa mm. Au mvua gharika kubwa mm. Hili wazi atamtizamaji mshikadao mwinginewe mm. Ataona bwana, hii ni sababu ambayo inanifanya mimi kweli niende ni mpirani lakini haikutokea mpira kwa sababu kadhaa. Lakini leo watu wote wako hapa wanadai kulikuwa kuna hapa viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani katika siku ile ya tarehe, huyu aliochukua dhamana ya kumiliki kiwanja au kuweka ulinzi au kutosha huyo, labda basi angesimama. Hili limesababisha, mimi naomba nijue uzuri yeye, nimeshindwa kuweka usalama huyo, lakini ilitokea hapa, hamna hata mtu mmoja Je, huyu mtu aliokuwa Mwanza au aliotoka Burundi kuja kuangalia mchagashamba atakujaje? Kama anapata uhanga kama bwana, haitotokea siku nyingine kama ile lokusha ya kwanza? Hili hmm, eh, lazima liwekwe, lijulikane wazi lijulikane hmm, wazi. Huu mchezo wa mpira sio wa mtu mmoja au chombo kimoja, ni siosi watu wote, ni washikadau. Inaweza kuwa tumempa madaraka mmoja, lakini wengine wote ni washikadau na wote wanataka utaratibu uwe wa kisheria na ufuatwe mkondo wake, hmm, eh. Uh, unaona labda kuna adhabu yoyote itamkuta Yanga African wapo hajatokea katika mchezo wa uh, 15. Adhabu ikitokea Yanga African si tatizo. Tatizo ni kwamba, je, hili jambo liko sawa sawa? Adhabu hii ni halali? Hmm, au makosa haya yaliyofanyika na Yanga African yamekuwa makosa mabaya, au ni makosa ambayo yamesababishwa na upumbavu wa mtu mwingine, wewe? Hmm, adhabu si tatizo, kwa sababu ijulikane kama Young African ni, ni chombo ambacho kina watu wengi, vilevile kumwadhibu mtu akiri. Kama kama kama hili jambo limekosa, ni kweli itakuwa sasa, lakini akikiri kama kama, bwana jambo tumeonewa, ukatoa adhabu bado hujatatua tatizo, umebadilisha tu mfumo, wa tatizo utakuwa mkubwa zaidi labda hmm. yeah. e, e, kwa faida ya Watanzania e, juu ya migogoro na dhama hili ambalo linaendelea hivi sasa unauona wapi sasa mpira wetu wa Tanzania kwa ujumla? Mimi nafikiri kwanza tutoe, tupate elimu ya kuamini kama sisi wote tuna haki sawa katika kuangalia mpira huu wa nchi hii, na aliopewa dhamana ya kuwa aongoze sio mwenye mali peke yake. Mtu akikaa Bukoba, aka Kigoma, ali mpenzi wa mpira ni mmoja wa mshikadau, na ndiyo maana kile ni chama cha mpira cha Tanzania sio chama cha mpira cha Sande Manara. Kwa hiyo mtu neo Tanzania ni maana, na sisi watu wote ni washikadao, na tungependa sana mpira wetu katika hali hiyo huende juu, kwa niaba wa e, ya Tanzania wote. Mpaka hivi sasa watu wamekosa majibu. Ametoka hadharani afisa habari na mawasiliano wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Simba, akiwaomba timu mwenyeji watangaze viingilio vya mchezo ili kutoa nafasi kwa mashabiki wao kukata tiketi kwa ajili ya kuenda kuisapoti timu yao mimi sijui mantiki ya, ya kuwa mtu wakati tiketi, lakini wakati wengine wanasema wao hawa, hawachezi Sijui mantiki yake imekaaje? Utakataje? Hmm. tiketi ya wana, utakata tikete, watu mwenzi kana nasema hachezi <laughs> sasa huo yeah. Sijui unakusudio si una, una, una, una gani huyu mmoja ambaye ulifikiria utacheza naye hmm. achasema wazi tena official kama hachezi hmm. Sasa wewe ukikata tiketi sijui mantiki yake inakuaje? Hmm. Hmm. Sisi hmm, tumeiona wito eh, wa eh, wazee wa Young Africans wameonyesha jinsi gani wana umoja pamoja na mshikamano. Wazee na wanachama kwa ujumla wamedai kwamba hawatacheza. Stephen Mguto, e, mwenyekiti wa bodi ya ligi ametoka hadharani na kujibu kwamba wao hata waendelee kusema hawachezi, wachapishe matisheti. Sisi kama bodi ya ligi tumetekeleza wajibu wetu kwa kupanga tarehe rasmi ya mchezo. Unaiona Yanga Africans kupona katika dhama hili ikiwa, e, siku zinazidi kusogea, tarehe 15 hiyo hapo inaingia. Nafikiri nafikiri nimekujibu vizuri kabisa, mm. Young African, haito, haito sita bwana e kubadilisha kauli yake, lakini kulikuwa na uhalali wa kuwa yale yaliofanyika ye yamekaaje, kwa leo mechi inayokuja au kwa siku zijazo. Haiwezekani mtu alokosea akaondoka e, wazungu wanasema scotch free, alafu waendelee wao kucheza. Binafikiri hata Simba walielewe au timu zingine zielewe bwana Unatakiwa uhalali wa kuwa kosa limefanyika, nani ameondoka na adhabu ya lile kosa, lakini vinginevyo mwambie acheze tu, e bwana, hii haito haito, haito, haito kuja kiakili. Wanaeleza ya kwamba hawaiamini bodi ya ligi eh, lakini mechi ambazo wanacheza mpaka hivi sasa zinasimamiwa na bodi ya ligi. Hii inaleta maana ipi? Inasema maana hii, kwa sababu kuna timu ambayo wapinzani watakiwa wacheze, hawakuja adhabu ya kuchukua. Kwa hiyo kwa makusudio yao ni kwamba ile timu kama inapendelewa hmm. sasa kama inapendelewa hmm. ni wazi sisi, hizi mechi zinginewe zinamalizwa, lakini hawa wanaopendelewa hmm. kusema kwa kweli wafikishwe mahali waone haki imefanyika. Kipi kifanyike basi ili kuhakikisha kuwa tunashuhudia mchezo wa dabi ya kali ya kuona na kuondoa madhahama na makandokando ambayo sasa hivi yanachukua nafasi kubwa. Ni kukaa juu ya meza, kusema ukweli, alikosea ni labda ni TFF au alokosea ni bodi ya ligi au alokosea ni Yanga na, sana, na adhabu ifikishwe kwanza yeah, mbele ya, mbele ya washikadau ya wa, wa wote, alafu ndio mambo mengine yaendelee, mm. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni wajitokeze wakae mezani hey, akili alokosa kwanza nani, mm. Na adhabu gani imechukuliwa, mimi nafikiria ningependelea sana alochukua adhabu eh, a, a, alokosea a, a, a, akubali kwanza kosa limefanyika na mm, adhibiwe halafu eh, na pale anachukua ya adhabu yake na ukiri, halafu ndio mipango mingi inaendelea, hata yule alionewa atajiona yu kama kafanywa sawa. eh, inavyoelezwa ya kwamba eh, kauli tata ambazo zilitoka kwa wazee ya kwamba ligi hii hatima yake ni tarehe 15. Walikuwa na maana gani kusema neno hili? Bila shaka ungeuliza wao, ingekuwa vizuri sana kama walosema bodi ya. Mi sioni kama hatima yake tarehe kumi na tano. Mi naona hatima yake ni kwamba lazima atoke mtu katika mechi ile alokosea, adhibiwe hmm. Wao ungewauliza, wao ungekuwa na wakati mzuri, wao ndio walosema. Wao walitafsiri kwa namna hii neno. Mimi sikuitafsiri kwa namna yote, kwa, kwa kwanza sikusikia ile neno likitokea hivyo e, lakini naamini kama hilo neno kwa kauli za watu mitaani linasemwa na watu wengi Bwana mm. e, nafikiri wanachosema wao ni kwamba hapana mm. sisi hatuwezi kutishwa na kauli za adhabu Hmm. Sisi kunatishwa na uhalali wa kosa lenyewe kuwa limefanyika alifanyika, na alifanyika mbona kaondoka, sio adhabu adhabu, hmm. haitishi yang, kinachotishika sana na, na kwamba lile kosa limefanyika mtu anaondoka, keshi chakula litafanyika tena. Najaribu kwa kunukuu kile ambacho eh, kiliendelea katika wito ambao waliita kwa maana ya kwamba watawakuwa matawi pamoja na wanachama, baadhi maneno ambayo walieleza ya kwamba wao Ee, wanasema wanasimamia misingi na taratibu na wameeleza ya kwamba ikatokea kiongozi yoyote akathubutu akahusika kwa namna yoyote kwenye maandalizi ya mchezo ambao wao haufahamu, milango iko wazi. Wamemtaja mpaka injinia Hersi, inaonekana wako serious zaidi kwenye jambo hili. Ni kweli, kwa sababu si, si, Hersi ni mwenyekiti ambaye anawakilisha mawazo ya wanachama Hmm. Si mwenye kiti kwamba yeye ndio mwenye mali yake, hapana. Yeye anawakilisha watu walomteua na watu walomweka katika nafasi ya uongozi, na watu wa uongozi wanasema hapana, hili jambo haliko sawasawa. Sasa sawa. Hersi hawezi, hana madaraka ya kuweza kuenda kuwakiuka wale, na akikiuka, ina maana hawatimizii wale watu matakwa yao hmm. Kwa hiyo atakuwa hafai. Atakuwa hafai kuondoka. Ah, sio yeye pekee, lazima chama chochote, ujue unawakilisha wanachama hmm. Mawazo ya wanachama, wanachama wengi wana, au wote wanataka jambo hili kaili, wewe huwezi kuja na mawazo yako kusema bwana, mimi nataka fanya hivi hmm. Hata kama wale wamekosea lakini bado wao ndio wako wengi na ndio wanataka hivyo. Waliwaacha njia panda e, na kueleza ya kwamba kwa msimu wa kwanza tangu ligi e, mpira uanze kuchezwa Tanzania hapa wa kimashindano tuzo tukashuhudia ligi kuu inaisha pasi na bingwa kupatikana. Mimi hilo siwezi kulijibu mm. Hilo siwezi kujibu mimi, nachojua ni kwamba mtu anapokosa lazima adhibiwe. Kauli hii ilikuwa sawa sawa, nasema, hilo siwezi kulijibu. Mimi nachojibu ni kwamba kama kosa limefanyika, yule aliyokosa kwanza lazima adhibiwe, kwanza akiri kama kosea, alafu adhibiwe akili kwanza kama amekosa amekosa, hmm. Alafu adhibiwe, lakini kuweka funika mwanaharamu apite kombe bwana, hakutengenezi imani ya mpira. Hakutengenezi imani, imani ya mpira. Imani, imani ya mpira, unapokosea lazima kwanza ukiri, hapa nimekosea. Chombo kikiri kimekosea hmm. Alafu kama umekosea adhabu gani ifate, alafu ndio watu wengine watajua kama ikitokea siku limekosewa hmm. kosa kama hili hmm. kwanza adhabu yake iko hivi. Tarehe 15 kila ukijaribu e, kutazama unaiona dabi ikishuka uwanjani siku ya tarehe 15 ikiwa paka sasa hivi kuna sintofahamu ambayo inaendelea. Hakuna dabi wakati ya timu mbili moja yachezi. Timu moja ishasema haitocheza. Wewe unasema dabi gani sasa? Dabi maana yake timu mbili zikubaliane. Ligi imepanga tarehe. Bodi Ligi sio anayecheza yeye, timu moja anayecheza anasema haichezi, Ligi anasema mtacheza na washasema hawachezi. Sasa sijui dabi gani unasema na ndio wenye wajibu wa kupanga e, tarehe ya mchezo wowote kwenye... eye eh, lakini wao si wachezaji, wao wanapanga tu, si wachezaji. Na ndicho alichokifanya kupanga mchezo oye, eh, eh, lakini wa tarehe 15, lakini wachezaji wanasema hawachezi. Wachezaji wamesema hawachezi. Mpaka hili jambo lilikuwa hili dabi ya kwanza ilikuwa nani kakosea na nani aliadhibiwa? mm. mm. Usigeuke hapo nje wana, eh, wanaitaka bodi ya ligi jiuzuru, ndipo ambapo washuke uwanjani basi ya watu wakisema hivi sio baadhi wanachama wa Young Africans wote, kusudi ni kwamba bodi la Ligi haikuwatendea haki na lile kosa hawajakiri na wametetewa na baadhi ya viongozi waliosimika. Kwa hiyo hawataki wao, lakini ukijaribu kuangalia kwenye barua wameorodhesha ya kwamba kilichofanya ambapo, e, ukiachana na viashiria tu vya rushwa, pia Simba walichokilalamikia ni kwamba wamezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo, na wakidai hilo hilo ndio zuri sana, kwa sababu kama wamedai inabidi ithibitishwe hmm. na bodi ligi kama wale kwa pale ni watu wa Young African, na ithibitishwe kama kile uwanja yanga ndio wanamiliki hmm. Baada ya kuthibitishwa kama yanga ndio anamiliki ule uwanja, bwana, wale walikuwa tu Young African, ndio inakuja swala hilo, sababu na Young African ndio Yanga, alikuwa timu mwenyeji, lazima aweko pale, lazima watu wake waweko pale. Timu mwenyeji sio mwenye mali ya uwanja hmm. Tiba mwenyeji ni kucheza kama sheria za FIFA zinawainisha mm. ni kwamba aje uwanjani mm. eh, wana, kama e host lakini sio mwenye mali ya uwanja na hana haki ya, ha, ya no, kuweka mabouncer uwanjani. wenye uwanja ndio wanamiliki wana, wana, wana uwanja mm. wenye uwanja serikali ambayo inamiliki uwanja. uwanja Yanga hamiliki uwanja uwanja wa Taifa kwa neno lako la e, unawaambia nini sasa wale ambao wanatamaa, wanashauku e, wengine wakiuza mazao, wengine wamejiandaa kwa muda mrefu kutaka kuja jijini Dar es Salaam. Tunazungumzia kwa wale wanaotoka mikoa mbalimbali, una lipi la kuwaambia katika ushauri? Mimi nalowaambia ni kwamba mpira unachezwa na timu mbili, timu moja Yanga Afrikan hadharani kabisa, kama hawatocheza e, sasa wewe kama unakuja bwana e, kuangalia dabi ambayo ya Yanga Afrika, mimi nafikiri Yanga Afrika na haitocheza, usije hmm. Neno lako la mwisho kwa mashabiki kwa ujumla, wale wote wapenzi wa soka hapa nchini, juu ya mengi yanayoendelea, unalipi la kuambia la kuambia ambalo nakusudia sana hmm. Tuwe na elimu mchezo wa mpira katika nchi yetu siwa wa, wa, wa kikundi kimoja. Mchezo wa mpira ni wasisi wote katika nchi zima, washikadau hakuna haja ya kutukanana, kukashifiana au kudharauliana. Lakini ingekuwa vizuri sana tukakaa juu ya meza tupate kuzungumza, tukaweka makusudio ya kwamba hii nchi mali yetu watu wote hata mtu akikaa Kigoma, akikaa Bukoba, akifuatilizia maswala ya mpira ni mshikadau, kwa hiyo apate heshima ya kuwa ni mshikadau mm. Mtu akija pale ajue kama anakuja katika burudani yenye sheria na haki, lakini sio bwana, anakuja mtu anafikiri kama kuna watu ndio wanamiliki ile kitu peke yao. La hasha, si kweli. Wamekuwa viongozi wengi wa chama cha mpira, na kuna wakati ukifika na wanaondoka, na hata hawa wataondoka tu Kwenye miaka yenu ya nyuma, mshao kuitaka bodi jiuzuu? Hapana, haijawahi kutokea. Ah, isipokuwa wanachama walikuja wana mm. wakati wakajua bwana, sasa hivi jambo hili sio sawa sawa mm. au na, na, na serikali katika jambo hili sio sawa sawa, na kifika kwa a wakati, kama hili jambo sio sawa, lazima uondoke, eh, uondoke. Sio bodi peke yake mm. wakati ukifika, ukiona kama hili jambo limekosea, nimekupa mfano wa, wa mzee Hassan Mwinyi mm. mwisho baadaye ndio akaja kuja kwa rais, lakini akiwa waziri alijiuzulu kama unakosea, ondoka. Shukrani sana mzee wangu. Asante. Bana, huyo ni e, mzee Sande Manara e, baba yake na Bugati, mzee alikuwa akizungumza kufuatia ukakasi wa yale mengi ambayo yanaendelea, na tuna imani umeweza kufaidika na, na elimu ambayo imetoka hapa. Si tu amezungumza bali ametoa na elimu, ushauri na saa, kwa ujumla tunafahamu ni mzee wa makamu ambaye tayari ameshacheza dabi hizi nyingi sana. E, kwa wale ambao mmemfuatilia hapo zamani, alikuwa ni fundi ambaye alikuwa akiwaniwa na vilabu hivi viwili, alikuwa ni nyota wa Young Africans, mzee Sande Manara. langu jina ni Jiva Osman, nikiripoti kutokea hapa nyumbani kwa mzee Sande Manara. Sina la ziada na bye -bye, nikusii tu usisahau kusubscribe, ku -like, ku comment na kushare. Tukutane hapo chini kwenye comment section juu ya hiki ambacho amekizungumza mzee wangu. Wewe unampa asilimia ngapi juu ambayo ameweza kuyafafanua? E, bana nikwambie tu na sign out na mpaka wakati mwingine.